Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mbeya mjini leo kimeanza kutoa fomu za kuwania nafasi mbalimbali za uongozi kwa ngazi ya ubunge na udiwani kwa jimbo la Mbeya mjini na jimbo la Uyole. Tayari watia nia kadhaa wamejitokeza kuchukua fomu katika ofisi za chama hicho wilaya ya Mbeya mjini kuwania nafasi hizo za uongozi zikiwemo za ubunge na udiwani. Mwalimu Ayubu Mwanjala kutoka shule ya sekondari ya Pankumbi iliyopo jijini Mbeya ni miongoni mwa waliojitokeza kuchukua fomu hiyo huku mwandishi wa habari Charles Mwakipesile na daktari bingwa wa magonjwa ya moyo Dkt Mabula Mahande nao wakichukua hivyo, wote wakitangaza kulihitaji jimbo la Mbeya mjini. Siku ya leo nimekuja tu kuchukua fomu na nimeshatekeleza jukumu hilo, ambayo ni haki yangu ya kikatiba ya chama changu cha mapinduzi, katiba ya CCM eh, ya, ya mwaka sabini na saba toleo la Disemba ishirini na mbili eh, ibara ya kumi na nne ibara ndogo ya nne eh, nimeamua kuchukua fomu kwa sababu ni haki yangu ya kikatiba. Mimi jina yangu naitwa Charles Mwakipesile, ambaye mnanifahamu ni mwanahabari mwenzenu mwandamizi wa miaka mingi, lakini pia ni mwanasheria, lakini kiongozi ndani ya chama cha mapinduzi kama mjumbe wa mkutano mkuu taifa na mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa hapa aa, nikiwakilisha Mbeya mjini, na kama mbavyo awali niliwaambia ndugu zangu, kwamba miongoni mwa watakaochukua fomu tarehe ishirini na nane wakati chama kitakapofungua dirisha nitakuwa miongoni mwao. Namshukuru Mungu kwamba kwa maombi yenu na kwa maombi ya wana Mbeya mjini wengine leo nimefanikiwa kuchukua fomu na nikishachukua fomu, maana yake nimethibitisha lile ambalo nilikuwa nimeliahidi kufanya hivyo. Kwa hiyo ninaanza safari ya kuomba ridhaa ndani ya chama cha mapinduzi ili kuteuliwa kuwa miongoni mwa wagombea watakaopigiwa kula maoni na wanachama wa chama cha mapinduzi Mbeya mjini. Hilo ndilo ndugu zangu, naloweza kuwaambia siku ya leo ambalo nimelifanya asubuhi hii na mapema. Msukumo wangu siku zote kwa kweli, ndugu zangu, kwanza ni kuwatumikia wana Mbeya mjini, lakini mbili, nilisema awali na ninarudia tena, ni kutoa dira kwa wanahabari wenzangu ambao tumekuwa tukiandika habari za watu wengi wakubwa, na kwa lugha nyingine mimi nimeifasiri kwamba tumekuwa migongo ya watu wengi na sasa Tumeonesha nia hii ili kwamba kuambia watu kwamba sisi sio migongo tu ya watu wengine na sisi tufanye kazi ya kuwatetea wananchi. Tumekuwa voice of voiceless, kwa maana wasemaji na wasio kuwa na sauti. Kwa maana yake hii nia, ndugu zangu, mimi ni bendera yenu ambayo ninawatangulia mbele kuwavuta, nanyi kuambia kwamba twende tukaitumikie jamii. Lakini pamoja na nia yangu hiyo, ndugu zangu, mimi ni wasii tu, kwa sababu siku ya leo sio siku ya kusema maneno mengi sana. Ni wasii wenzangu kwamba sasa tuheshimu taratibu za chama, tuviache vikao, kwa sababu kwa mujibu wa taratibu, mara baada ya uchukuaji wa zoezi la uchukuaji wa fomu, kinachofuata ni taratibu za vikao, kama kama mkongwe wa taratibu na za chama. Sasa hivi sio wakati wa kuchafuana. Ni waasi, wagombea wenzangu waache kuchafuana, waheshimu taratibu za chama, na kama wanajinadi nadi sera zako wewe, lakini jambo kubwa tujue, bado safari ni ndefu, chama kinachakata majina. Kwa hiyo tuache kuchafuana, tuheshimu taratibu za chama. Mi naitwa Dr Mabula mahande ambaye uh, ni daktari bingwa uh, magonjwa wa moyo leo uh, rasmi nimefika hapa kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea jimbo la Mbeya Mjini. Kilicho nisukuma kuja kuchukua hii fomu na ndoto hiyo, kwa ajili ya kutumikia wananchi wetu mmoja mmoja, uh, jimbo, uh, mkoa na taifa letu uh, kwa ujumla, ni kuch tatua changamoto za watu. E, lakini leo sitaongea mengi sana kwa sababu mpaka nikaasoma yaliomo humu yani marafiki zangu. Muda utakapofika mimi nitawaiteni ili tuje tuongee mengi zaidi kwa sababu yaliyoandikwa humu siyafahamu na taratibu zake. Kwa hiyo kwa leo naweza nikazungumza au machache. Mengine tutaongea kadiri muda unavyoenda baada ya kuwa nimesoma yote yaliomo humu yaliyoandikwa na chama chetu. Kwa sababu lengo kubwa ni kutetea ilani ya Chama cha Mapinduzi na kumsaidia rais wetu katika kuboresha taifa letu na watu wake. Chama cha Mapinduzi CCM kimetangaza kuanza kutoa fomu za kuwania nafasi mbalimbali za uongozi kwa ngazi ya ubunge na udiwani kuanzia Juni 28 hadi Julai pili mwaka huu saa kumi kamili jioni. Nikilipoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.